Shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Niliopo mbele yako naitwa Peter Samuel Mwakibuti. Kwa upande wa Instagram natumia jina la Sheikh Pastor. Sasa wengi wananiuliza kwa nini Sheikh Pastor? Ili jina la Sheikh Pastor nilipewa na rafiki yangu nikiwa niko chuoni. Rafiki yangu mmoja hivi Mkenya anaitwa bwana Faruk, yeye ni Mwislamu. Sasa tulipokuwa chuoni, tukiwa tunazungumza, aliniona mimi ni mtu ambaye nilikuwa nikiongea kitu nakuwa niko neutral. Yaani kuna kipindi ile mtu anajivunia dini yake, Umkristo anajivunia, Waislam, nilikuwa nakaa neutral. Sasa akaniuliza, wewe bwana, inakuwaje we, wewe uko neutral katika mambo haya? Nikaambia mimi niko neutral kwa sababu mama yangu ni Muislamu safi, alikuwa Muislamu safi kwa sababu nishatangulia mbele za haki. Kwa hiyo nimekulia katika maisha ya Uislamu kwa zaidi ya miaka kumi na mitatu, nimejifunza madrasa. Baadaye baada ya mama kufariki, nikaenda upande wa baba yangu ambako nako nikaukulia Ukristo vizuri na nikaenda mpaka Bible School. Kwa hiyo ukizungumzia Uislamu, naweza nikakufundisha Uislamu kwa kiasi. Ukija kwenye Ukristo unaofahamu vizuri sana. Sasa yeye akasema, sasa wewe, mimi nakuita Sheikh Pasta, kwa maana ya kwamba wewe ulianza kuwa sheikh, alafu baadaye ukawa ni pasta. Na akasema kwamba wewe, naona ukienda kwa waislamu unaenda nao hivyo, jinsi walivyo, yaani unakuwa mwislamu kabisa yaani, mtu aweze akaja akakuangalia akasema kwamba we huyu huyu ni mkristo. Ukienda kwa wakristo hivyo hivyo nako, kule ni mchungaji kabisa kabisa. Nikamwambia ni vyema umefikiria vyema, na ndivyo ninavyoamini. Sasa ilileta shida kidogo, ni kuanza kutumia jina, limeanza na Shehe halafu limeenda pasta moja mchungaji wangu akaniambia ndugu, vipi? Naona umerudi nyuma nini? Mbona unatumia jina? Nikaambia hapana, sijarudi nyuma, jina hilo liko sahihi kabisa, ni Sheikh Pastor. Nilienda Bible School si kwa ajili ya kuchukua diploma ili nikafungue kanisa. Nilichohitaji mimi ni kupata ile elimu uh, ya kuujua Ukristo kwa sababu tayari nilikuwa nimeshaujua Uislamu na nipokuwa Mwislamu, kua Wakristo siwaelewi, unaona kama wamepotea. Maana nipoingia kwenye Ukristo nkataka nne nijue hawa wanaamini kipi, kwa nini inakuwa musulamu, yani wawo, ni ngumu wao kumwelewa Mwislamu wote waelewani, wao ni uongozi tu kwamba hawa wanaamini katika Yesu zaidi na hawa huku wanaamini katika mafundisho ya mtume zaidi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na bara letu la Afrika. Sisi Waafrika hizi dini tumeletewa, yaani Uislamu umeletwa na uliletwa kwa kupitia wakoroni na Ukristo uh, na Uislamu wote hivyo hivyo. Uislamu uletwa na Waarabu, Ukristo ukaletwa na Wazungu. Sasa wao wazungu na waarabu waliendelea mbali sana kukufikia hatua ya kwamba kuamini katika kitu kimoja, yani kuwa na jumuiya kubwa ambayo inaamini katika mungu mmoja. Sisi waafrika tulikuwa hatujafikia katika viwango hivyo, yani sio kwamba hatukuwa na dini, dini tulikuwa nazo, dini ndogo ndogo ndogo, yani viimani vidogo vidogo, kila mtu alikuwa anaamini kwake, na ndio maana huku kwetu uh, wakaita matambiko na nini, lakini zilikuwa ni ibada zile zinafanyika. Hizo zilikuwa ni imani na zilikuwa of course zi, zina nguvu, lakini ndo hivyo uh, zipokuja hizi za kizungu, zile za Kiafrika zikaitwa uchawi, zikaitwa shiriki, yani zikapewa majina mingi, ushirikina. Ukifanya zile imani za kitamaduni uh, za Kiafrika zikaonekana mbaya sasa ukiingia dip kujifunza zaidi hizi imani za Kiafrika, ambazo kwa asilimia kubwa hazijawahi kuandikwa popote, yaani ziko ambazo zimeandikwa historia zake, kwamba hawa ni makabila fulani wanaabudu namna hii, hawa ni ni kabila fulani wanaabudu hivi, lakini kuna makabila mengine ambayo historia za kuabudu kwao hazijawekwa katika maandishi. Manake ukitaka ujue lazima uende huko vijijini ukutane wazee, wa. na wazee wakuelezee kijiji kijiji hiki tulikuwa tunaabudu hivi tukua, kwenye ule mti pale tunaenda tuna nani pale tunatoa sadaka wazee wetu walikuwa wanafanya hivi hivi hivi hivi na hivi, na hivi, na hivi, na, hivi. na kama ujuavyo storia ya kuambiwa waga siku zote inaenda inachuja inapungua nguvu kwa hiyo dini za Kiafrika historia zake ukizitafuta kidogo zimepungua nguvu ukiacha yale matamaduni machache sana ambayo bado yalikuwa yameshikia hizo tamaduni zao za kuendelea kufanya hizo uh, ibada zao za kimila za zamani ambazo kimsingi, uh, ukiangalia sio kwamba tu Waafrika walikuwa wako vibaya kwamba walikuwa wanaabudu shetani. Hapana, hicho ni kitu ambacho kimeletwa na Wazungu, kimeletwa na Waarabu kutuaminisha kwamba Uh, Waafrika tuchokuwa tunakiabudu ni kibaya kabisa, hakifai. Sio kweli, kwa sababu ukizisoma hizo imani ukazifuatilia kiundani, ukarudi kwenye Biblia ukarudi kwenye Kurani, mambo mengi ambayo yalikuwa yakifanyika kule na hata hawa Waarabu hawa Wazungu walikuwa wakiyafanya na wengine wanaendelea kuyafanya mpaka leo na wanatambua nguvu ya kuyafanya hayo mambo. Sasa mwisho wa siku unabaki na swali la kujiuliza kwamba Mungu, Mungu wa kweli ni yupi? Na Mungu huyu wa kweli anataka nini kuhusiana na imani? Anataka nini kwa mwanadamu? Anataka nini mwanadamu akifanya? Ukija hapo ukijiuliza, alafu ukarudi kwenye hizo hizo imani, vitu walivyokuwa wanavifanya, na unafanikiwa na unagundua Mbona kitu hichi hawa walikuwa nakifanya wanafanikiwa, ndicho ambacho Waafrika walikuwa nakifanya wanafanikiwa. Je, yeah, aliokuwa anajibu ni shetani ama ni Mungu? Hitimisho katika hayo yote, kwangu mimi nikaja kugundua kwamba kuna imani ambazo Waafrika walikuwa wakizifanya ambazo zilikuwa ni safi, hazikuwa na mambo ya ajabu ajabu na Mungu alikuwa akijibu kupitia hayo kama imani za kutoa sadaka za wanyama ziko kwenye Biblia, akina Musa wamechinja, lakini imani ya kutoa sadaka ya binadamu, hapo kidogo ndo kuna mushkeli. Ingaje katika a, Biblia ukiangalia, Ibrahimu aliwahi kuambiwa na Mungu akamtoa mtoto wake Isaka, lakini mwisho wa siku alipotaka kumtoa alikuwa anampima imani, akapewa a, Wana kondoo pale akamtoa sadaka badala ya kutoa mtoto. Sasa hatujui kwamba Mungu ingetokea angemruhusu Ibrahimu amtoe wa mtoto wake sadaka, sadaka hiyo ingepokelewa. Kwa pamoja tutafakali kwamba je, Waafrika tulikuwa hatuna dini? Waafrika sisi kama basi tulikuwa tuko na dini, je, tulikuwa tukiabudu shetani? Kwa sababu ndivyo ambavyo inaaminika. Ndio maana hata shetani hakuna mahali amewahi kuchorwa kwamba shetani ni mweupe. Shetani anachorwaga akiwa mwekundu ama akiwa ni mweusi. Uh, ndugu yangu, mwafrika mwenzangu, hata kama huko mzungu una, unaelewa Kiswahili na kukaribisha, tupate kutafakari tafakari hii pamoja, alafu tuje na konklusheni tuje na jibu kwamba A imani ya kweli Mungu anataka kitu gani? Discuss. hii ni sehemu ya kwanza. Ukipata majibu weka tafakari, na mimi ndaenda tatafakari. Ukipata jibu lako weka kwenye komenti yako. Ukipata jibu lako tu weka kwenye komenti hapo, kwamba wewe unaamini vipi?